Au dereva kabla kabla yana asubuhi kufariki juzi juzi jioni alalamikia kichwa kumuuma, ndio akili ilikuwa muda sa, saa saa moja moja kumi na mbili moja moja hivi usiku alalamikia kichwa kumuuma, ndio alimkimu akaniambia akaambia basi, sasa hizi kwa sababu usiku ndio na hapo kwenye warehouse hapo hapaezi hawezi atuwezi kutoka hapo sababu kwenye warehouse alikuwepo. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Dereva Mtanzania Gerald Jofrey Asenga amefariki dunia akiwa kazini katika eneo la Reload, Ndola nchini Zambia. Kizungumza na Chawamata TV, msimamizi wa kampuni ya Omar Awadhi alikuwa na haya ya kusema. Aitwa nani kiongozi? Aitwa Asmani. Ndio, ndio, labda ukitutambulisha. Okay, na cheo kabisa, ili wanaokusikiliza wajue. Msimamizi wa kampuni ya Omar Awadhi. Ndio tulikuwa tunapenda kujua hilo eh, hilo tukio ambalo inaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha dereva ambaye afia ndani ya kibini. ili swala limekaaje, kiongozi? au dereva kabla kabla jana asubuhi kufariki juzi juzi, juzi jioni alalamikia kichwa kumuuma, ndio ilikuwa mida saa saa moja moja kumi na mbili moja moja hivi usiku, lakini kichwa kumuuma ndio kwenye warehouse alikuwepo, ndio kwa masharti kidogo na mbili saa moja nafunga gate, unaweza <laughs> <laughs> kurudia tena Ali, alikuwa ndani ya ndani ya parking? Alikuwa ndani ya house, ah, ya kupakiria? Ndio eh uh, ndiyo vile kama saa moja moja alinipigia simu, ndiyo akaniambia kwamba kichwa kichwa kinamuuma, ndiyo nikamwambia basi sawa, haina shida, lakini angalia kwa wenzako hapa madereva wenzako akusaidia, pana penkila kwanza utulize hii, kesho asubuhi kuchukua nikupeleke kupeleka hospitali, tukaangalia nini tatizo, kapime keli, akatafuta dawa aka nikameza ba baada ya kali sali moja, saa mbili saa mbili hivi akanipigia simu tena, anaambia bwana, brother, bwana, yeah, kichwa kichwa kimeshapoa, ile anajisikia kumbo, tumbo linaniuma sana mmm, unaona, mmm na yeah, nimeharisha mm, mara mbili. Ndio basi aka aka kama mbele wa hapo kusaidia na kama na dawa zote flagile au nini utumie, uangalie mpaka asubuhi, asubuhi takufika takuja kuchukua ikifika saa kumi na mbili saa moja kwenye zile warehouse kule na kupakia mzigo. Haruhusu watu kuingia wala kutoka na ni bas? ni sababu hipi labda inayopelekea hizi warehouse wasiweze kuruhusu watu labda kutoka, ikwamba yes, hata mtu anayo ndio sheria yao ambao ameipanga ilishakafika mida yao saa moja, saa mbili wanafunga nafunga sile nyuma bosi ndo wametaka ndo sheria yao ambao wameipanga ndio hatujui sababu yao ndo sheria yao ambao wameipaka ndio baada ya hapo ifuka kama saa tatu tatu akanipigia simu akani sinde kwamba anipigia simu kwamba mmm kichwa kimepoa tumbo kime po, basi hatukuwasiliana tena asubuhi wadereva mmoja akanipigia simu bwana jamaa amefariki. Mmm, ah, ndakuma we, basi kabidi tutoke twende pale, lakini kuna jirani yake mmoja mtanzania mwenzake alikaa naye pale, alikuwa akapaki naye, nikamuuliza uliza, uliza kamu, iyoji, kasama, mamba, ah, ba, yamama, mwana, kama hoji akasema kwamba ah bwana, jamaa mbona kama saa nane usiku hivi alishuka, alikuwa yuko nje hapa, alishuka kwa kwa nje. Ah bwana, vipi? fresh ya fresh fresh, uko poa? Anambia kopoa poa poa, sasa kidogo basi. Lakini ndio hivi, ndio kilichotokea. Ndio. na taratibu saizi zinazoendelea, ni taratibu gani kuhusiana na marehemu? Marehemu tunataka kumsafirisha. Ndio. mtatumia mda njia ipi kumsafirisha? Tunafuatilia vibali. Tunafuatilia vibali tupate vibali kwanza. Je, tupa... hospitali kuna vipimo vyovyote walimchukua na kujua nini chanzo cha kifo kwa huko Zambia? Madereva wanamhusisha marehemu kwamba alibeba mzigo wa sumu, hili lina ukweli gani? Hakuna mzigo wa sumu. Okay, na ni mizigo salama kabisa kusafirisha. Na tunapakia kila siku, haina shida yoyote. Okay. <tune> mmoja